Watu wataiona Qurani inatisha. Chukulia mfano aya moja tu iliyomo ndani ya Qurani inavyotisha. Mungu anasema, in Llah la yastahi an yadriba mathala ma baudha fama fauka. Mungu aoni haya kukupigieni nyinyi mfano wa mbu au aliye chini ya mbu. Si tafsiri juu, kwa ukubwa, sawa Mungu kwa nini kamtaja mbu? Wadudu wako wengi duniani, kwa nini mwenyezi Mungu amesema mimi sioni haya kukupigieni mfano wa mbu? Kwa nini kampa nafasi kubwa mbu katika Qurani? Maana yake kwamba leo mbu ndo kaukamata ulimwengu. Kinajengwa kiwanda cha ngao, kiwandani kuna mkurugenzi, meneja direkta mfua vyuma mfagiaji, watu 500 wanaajiriwa kiwandani kufanya kazi ya kutengeneza ngao. Lakini kama mbu asingeumbwa, kiwanda kile kisingejengwa. Kama mbu angekuwa yupo, kiwanda cha ngao kingekuwepo? kingekuwa kinangauka nini? Sasa charahani, fundi charahani atengeneza vyandarua Akimaliza naekabegaani safari vyandarua vyandarua, lakini kama angekuwa mbu hayupo chundi cherehani angekuwa anachona pajama, lakini mbu anampa riski mfundi cherehani. Sawa, watu mtu mtamkuta mkurugenzi yuko kiwa ndani, tumbo kubwa sana, mi ndo mkurugenzi mkuu hapa, bosi mkuu hapa mimi. Mwambie mzee kiwanda hiki cha ngao bosi mkuu ni mbu, sawa. Kwa kawaida watu walosoma atakuwa mkali wewe, wewe, alafu baadaye atakwenda mmm. Lakini kweli tumeelewana eh? We ujawahi kukaruka sehemu, alafu ukaona mmm. Ile jambo nilijifanya mkali tu, lakini kweli haujawahi kukutokea jambo kama hilo? <laughs> tusome la ilaha illallah Qurani tuisome kwa falsafa, tuseme inshaallah itatusaidia. Ndani ya Qurani kuna mengi matamu, ambayo yanatoa ujuzi, yanatoa hikma, yanatoa busara. Lakini kubwa msilisahau, katika Qurani visa vya manabii, visa vya ndio dini ndio nini ndio nini ndio nini. Waislamu, visa vya manabii Mungu amevisimulia kwa hikma kubwa, si upuzi. Ndugu katika imani, leo hii tumedharau Qur'ani ya la ilaha, tunatafuta tiba mbadala. Mabalaa mabala, mbalimbali yanatukuta, lakini Qur'ani ndio tiba pekee, kwa sababu ukikamata maradhi hayapo. Chukulia mfano aya moja katika Qur'ani Mungu anasema, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Musikaribie zinaa kwani zina ni uchafu na ni upotevu wa njia njia iliyo mbaya. Nikuulize wewe mtu mwenye akili timamu Mungu kashakwambia zina ni uchafu, we we, umba, uchafu. Yeah, wewe unaona raha mwenyewe aloumba anasema nini? Je, wewe ukitoka ukenda kwenye uchafu wa sokoni buguruni ukauchezea chezea, chezea. Uondoke na kipindupindu lakini ungekuwa umefikiria zamani kashasema uchafu basi nitatoka na maradhi. Qurani inafundisha kila sekta. Mungu anasema mkiacha Qurani atakupeni maisha ya dhiki, maisha ya tena, atakufufueni siku ya kiyama vipofu. Ni tena utauliza lima hashartani ama wa qad kuntu basira, mbona leo umenifufua kipofu mimi nilikuwa naona mie? Mungu atakwambia vipo hivyo ili kujia aya zetu za Qurani ya la ilaha ukazikanusha na sisi leo tunakusahau. suala viki watu wanazo uongo kweli kwa kuiacha Kurani.